Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vimefanikiwa kurudisha shambulio dhidi ya kundi la waasi waliovamia kambi ya kijeshi ya Mangondomu na kulazimisha washambuliaji kurudi msituni kaskazini mashariki mwa Mangina. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, waasi hao walilazimika kuacha nyuma silaha na vifaa vya kijeshi walipokuwa wakikimbia. Milio ya risasi iliyodumu kwa muda mrefu ilisababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo, na wengi walikimbilia maeneo ya kasaba na mabalako kufuatia usalama. Kufikia asubuhi ya Ijumaa, hali ya tahadhari na wasiwasi bado ilikuwa imetanda huko shughuli za kijamii na kiuchumi zikiendelea kuzorota. Tukio hilo ni shambulio la pili ndani ya mwaka mmoja katika eneo hilo ambako shambulio la kwanza lilihusishwa na waasi wa ADF Nalu na kusababisha vifo vya raia kumi na moja pamoja na uharibifu mkubwa wa mali. Mamlaka za eneo hilo zimepinga vikali shambulio jipya na zimewahimiza wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama huko, uchunguzi rasmi ukianzishwa ili kubaini wahusika. wakati wa huo Kupitia mmoja wa viongozi wake wakuu Bertrand Bisimwa, muungano wa M23 AFC umetangaza msimamo wake kufuatia hotuba ya Rais Felix Tshisekedi mjini Brussels. Mkono ulitandazwa na Tshisekedi kwa Paul Kagame unahusisha nchi hizo mbili lakini hauhusu sisi, alisema Bisimwa akiwa Goma. Bisimwa alisisitiza kwamba M23 iko tayari kwa majadiliano ya amani iwapo serikali ya Kinshasa itaheshimu makubaliano yaliyofikiwa awali. hatuwezi kuzungumzia mkono wa amani wakati hakuna heshima kwa makubaliano aliongeza. Muungano wa M23 AFC unaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda unaendelea kudhibiti sehemu kubwa za Kivu Kaskazini na Kivu Kusini huku ripoti za Umoja wa Mataifa na mashirika huru zikibainisha ukiukaji na ukandamizaji mkubwa wa haki za binadamu katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi hao wa M23 AFC.